Hapo zamani za kale, kulikuwa na bibi mmoja mzee na babu yake waliokuwa wakiishi katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya ngano. Siku moja, bibi aliamua kuoka mkate wa tangawizi mwenye umbo la binadamu ili kumfurahisha babu aliyekuwa mgonjwa. Alichukua unga wa ngano, sukari, siagi, tangawizi ya kusaga na mdalasini. Baada ya kuchanganya kila kitu, akapaka donge lake kwenye sinia, akaunda sura ya mtoto mdogo, akaweka pipi kama macho, keki kama kofia na akamtengenezea tabasamu tamu kwa sukari ya barafu. Kisha akaweka yule mkate kwenye oveni. Lakini mara tu alipofungua oveni kuona kama amewiva, fush! Gingerbread Man akaruka nje ya oveni na kukimbia mlangoni, huku akisema, kimbia kimbia kwa haraka sana huwezi kunikamata mimi ni Gingerbread Man. Bibi na babu wakaanza kumkimbiza huku wakashangaa macho, lakini Gingerbread Man alikuwa mwepesi. Akapita mbele ya ng'ombe aliyekuwa akila majani shambani. Ng'ombe akasema, hujanukia vibaya, naweza kukula. Lakini Gingerbread Man akakimbia haraka, akasema, nilimtoroka bibi, nikamtoroka babu na nitakutoroka wewe pia. Kimbia kimbia kwa haraka sana, huwezi kunikamata, mimi ni Gingerbread Man. Ng'ombe akaanza kumkimbiza, lakini Gingerbread Man akazidi kasi, akapita mbele ya farasi aliyekuwa anavuta gari ya kuni. Farasi naye akasema, samahani, unaonekana mtamu sana Gingerbread Man akasema tena, nilimtoroka bibi, babu na ng'ombe mkubwa na nitakutoroka wewe pia. Wote wakaendelea kumkimbiza lakini hakuna aliyemfikia. Hatimaye Gingerbread Man akafika kwenye mto mkubwa. Alisimama, alijua ateye yuka akijaribu kuvuka. Wale waliokuwa wanamkimbiza walimkaribia, lakini hapo hapo mbweha mwerevu akatokea akasema, kwa sauti ya utulivu, nipande mgongoni, nitakuvusha Gingerbread Man akapanda kwa hofu. Mbweha akaanza kuogelea. Kadiri maji yalivyopanda, mbweha akasema njoo kwenye mgongo wangu. Maji yalipofika shingoni, mbweha akasema njoo juu ya kichwa changu. Na kabla Gingerbread Man hajajua kilichoendelea chap, mbweha akamkamata kwa meno na kummeza mzima mzima. Funzo la hadithi: kiburi na kujiamini kupita kiasi kunaweza kukuangamiza na si kila anayejifanya msaidizi ni rafiki wa kweli.